Urahisi wa kutangaza kampuni yako na kupanua wigo wa wateja unapokuwa umesajili kampuni yako. Moja nikwambie, unaweza ukawa huna mtaji hata nia, ukasajili kampuni. Kwenye kusajili kampuni, gharama mbili, gharama yangu mimi ya kazi, gharama ya pili ambayo tunailipa serikali. Uh, kampuni yako kupewa usajili Tanzania. Sasa wenyewe wana pakeji nne. Hizo pakeji zimekategoriziwa kutokana na thamani halisi ya kampuni yako unaotaka kusajiliwa. Kwa mfano, hizo kategori nne Ukichagua kampuni yako ina thamani au kiasi gani, ndo kuna hela unakaulipa kampuni. Kampuni moja unalipia laki moja. na na Ukisema kampuni milioni milioni mpaka mpaka unalipia lakimoa kamwza na mia mbili. Ukisema kampuni yako ina thamani kati ya milioni ishirini mpaka hamsini unalipia laki tatu sitini na mbili na mia mbili. Alafu ukisema kampuni yako ina thamani kwanzia milioni hamsini na kuendelea bilioni milioni mia milioni mia mbili unalipia laki tano kumi na mbili na mia mbili. Kuna kitu nimekiongezea hapo thamani. Hii thamani inachaguliwa wapi? unajuaje thamani ya kampuni yako? Thamani ya kampuni yako unaangalia, moja, unaangalia mtaji unaotaka kuanza nao, hiyo moja. Pili, unaangalia asset unazomiliki kama kampuni au asset utakazotumia, kwa mfano, umepanga nyumba au nyumbani yako au jengo ofisi. Asset yoyote ambayo kampuni inamiliki kwa namna moja ama nyingine. Gharama za uendeshaji wa kila siku, kwa mfano mafuta, maji, umeme, kulipa wafanyakazi, unavyoanalyze kwa nature ya industry ya biashara yako vyote hivyo. Kitu cha nne chochote kile in one way or another kina supporti utendaji kazi wa kampuni yako, vile vitu vyote vinne ikivikusanya vyote ndo unaangalia thamani halisi ya, ya kampuni yako. So lakini let me tell you one thing, unaweza usiwe nacho kwa sababu hivi vyote nilivyovya analyze ni tunashum tunategemea kampuni itaweza kupitia hivi vitu vyote ili kuweza kuanza kufanya kazi wakati unaanzisha biashara hii. Sasa hivi nikirudi kwenye package zile unazochagua unaweza usiwe na kitu hata kimoja kwenye vitu tunavyovitaja hapa, lakini lazima uchague. Uh, kampuni yako unataka kuivali kuipa thamani shilingi ngapi? Kama kampuni yako una, unaipa thamani ya shilingi ngapi? Ni kwamba ile thamani utakayochagua kuipa kampuni yako hiyo thamani ndiyo itakayo value, kwamba siku moja kampuni yangu ikiwa imekaa kamili kabisa ipo kwenye potential kabisa kila kitu kimekatimia, thamani yake ndio hiyo elfu ishirini.